Asante. Zoezi lililopo mbele yetu ni makabidhiano ya wanafunzi kwa wazazi wao. Hapa mbele tunafanya kwa niaba, kwa sababu hatuwezi kuwaita wote kutokana na muda, naomba tutumie hawa kama wawakilishi. Ndugu wazazi, hawa ni wanafunzi ambao tumewapokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kidato cha kwanza leo hii wanahitimu kidato cha nne. Leo ndio mahafali yao. Tumekuwa nao, tumewafundisha masomo ya darasani, lakini pia tumewafundisha na mafundisho mbalimbali ambayo yatawajenga hata baada ya kutoka hapa. Kwa hiyo kwa muda huu naomba niwakabidhi wn na nikiwa na wakabizi, kwa sababu na uongozi wa serikali upo hapa, namwomba mwenyekiti wa kijiji aje ashuhudie. Basi kwa nafasi hiyo, kama nilivyoeleza naomba niendelee sasa na zoezi la kuwakabidhi hawa watoto kwenu. Baada ya sisi kuwamaliza muda wao hapo wa miaka minne, naomba muwapokee. Basi baada ya kuwakabidhi, naomba sasa wazazi na nyie mkili kuwapokea, basi kwa kuzungumza chochote juu ya walimu ambao wamewasaidia katika malezi yao kwa miaka minne. Karibu mzazi, wazazi wawili kwa uwakilishi, twendane na Asante wazazi we. Wazazi wazazi we. We wahitimu we. Sawa, mimi niseme ni machache tu maana kama nimekuja kupokea taarifa kwamba A, tunakwenda haraka haraka haraka. Niwe na shukrani moja kwanza juu ya wazazi wenzangu. Mimi naamini ya kwamba kufika leo hawa vijana unaona, wanameremeta. Naamini ya kwamba ni gharama za wazazi. Kipongezi kwa makofi ya huko wazazi. Kabisa kabisa, Mungu awabariki sana na mimi nikiwemo. Yaani ukiona nimemaliza hapa, ina maana usione, hata unapomeremeta hapa ni gharama za wazazi zimefunika. Mungu awabariki sana wazazi wenzangu kwa hilo. Na shukrani eme... za zangu na... nyingine ambazo napenda kuzitoa, kwanza ni kwa walimu kabisa. Mungu awabariki sana. Mimi hapa ninaweza likasema Yaani walimu hapa wote ni marafiki zangu. Kuna mtoto tayari alishamaliza chuo kikuu na mwingine yuko Muhimbili anaitwa na wengine hao wawili tena hapo hapo sana.

Kuna mtu mwingine mwanafunzi hapa anaweza kusema tumemaliza tumehitimu, bwana, kumbe bado, ndo safari inaanza na endelea mbele. Sasa wewe unaifikia kwamba safari imeisha hapa, nimemaliza, kwenda tena kupiga misafari huku. Bado wewe ni mwanafunzi unasoma, jitahidi kadri uwezavyo, ili uendelee na maisha ya kusoma, hata kabisa maisha ya kusoma huko, usione tunahangaika upate hizo michango, u hatari mpaka srwa wale wale <inaudible> niombe wanafunzi wahitimu kwa leo, jitahidini, endee na masomo. Lakini shukrani zangu zote, walimu wangu wote wa hapa, kwa wakina mali wasanda na wengine na wengine, kwa Mungu awabariki sana wenewaju yupa yule kijana wangu.

Asante sana, tunashukuru wazazi kwa kuwapokea, lakini pia kwa kuwashukuru walimu kwa namna